maeneo ya ununio tumepigiwa ununio. Tumepigiwa kule ununio. Tumepigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka ambweni kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa matatu wakatuambia ngeni kwenye Sama. gari. Hmm. Masaa manne wakatuambia ngeni kwenye gari, wametuingiza kwenye gari, wameanza safari watu wameumizwa sana. Watu wameumizwa. Tumefika hapo wametushusha. Wametushusha hapo tuambia endelee na mambo. Kwa hiyo tupo hapa, tunaomba msaada. Watu wameumiwa kama mnavyoona, hata mimi huwa amenivunja. Huyu mzee amevunja dada hapa, hawezi kutembea. Amepiga hata mwanamke, hawezi kutembea. Kisa tu ni kuhudhuria mahakamani, kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu, na hakuna fuja yote tumefanya. Tumeenda tu, tunaambia ingia kwenye gari, ingia kwenye gari. Tunaomba tunaomba msaada, tuko Bagamoyo.